Bwana Yesu na asifiwe sana. Ikiwa umebarikiwa na Mungu na maisha yako sio mabaya. Ni vizuri kukumbuka watu wenu na kuwasaidia. Mungu amekubariki na amekupa mali ili usaidie watu katika familia na katika jamii yenu. Nasema hayo kwa sababu kuna watu wengi sana wamebarikiwa na Mungu na wamepata mali lakini unatapata kwamba yule mtu hana wakati na watu wao. Utakuta watu wao wanateseka na ako na uwezo wa kuwasaidia. Hili jambo si nzuri. Especially kuna watu ambaye hujipendekeza kwa watu wengine, utamwona anasaidia majirani Atasaidia watu wageni, watu wengine hata si wao, hata hawa, lakini watu wao wanateseka, lakini hana shughuli. Hili jambo si nzuri. Kwa hivyo, ningependa tu kukuomba kwa jina la Yesu, na hii ni Biblia. Ni vizuri sana kusaidia watu wenu, kwa sababu ni watu wa damu yenu, na itakuwa ni vizuri na utabarikiwa na Mungu kuliko kuwasaidia wageni. Na si sisemi ya kwamba kusaidia wageni ni vibaya, hata kusaidia watu wengine si vibaya lakini itakuwa jambo la maana zaidi ikiwa utaanza na nyumbani. Unajua, hata wakati tunahubiri huwa tunasema ya kwamba kwanza tuanzie Yerusalemu, katika familia zetu tuhubiri injili pale, katika miji yetu, katika mitaa ya kwetu, kabla hatujaenda Judea, na kabla hatujaenda Samaria, na kabla hatujaenda katika ulimwengu wote. Ni lazima kwanza tuhubiri nyumbani, tuanze Yerusalemu. Nadipoza, nakwambia ya kwamba kama umebarikiwa na Mungu amekupa uwezo, anza kusaidia watu wenu kwanza, kabla hujaenda kwa jirani, kabla hujawafikia hao wengine, uanze na watu watu watu watu wenu njaa, watu wenu uchi, watu wenu wenu maana itakuwa ni aibu sana njaa wanaenda uchi wanahangaika na umebarikiwa, lakini wewe, wewe umesaidia ume, ume watu kutoka nje eh, watu wengine kutoka mbali watu ambaye hata siwa ukoo wenu, watu ambaye siwa jamii yenu. Na sisemi ya kwamba usiwasaidie, wasaidie, lakini kwanza, na sisitiza kwanza, anza Yerusalemu, anza na dada zako, anza na ndugu zako, anza na wazazi wako, anza na wajoba wenu, anza na watu wenu, anza na mashemeji wako, kabla hujaenda kusaidia watu wengine, na ukifanya hivyo Mungu atakubariki sana. Mimi nakuambia hivyo kwa sababu hiyo ni vizuri, na ukifanya hivyo Mungu atakubariki. Kusaidia ni kuzuri, lakini anza Jerusalemu, anza nyumbani, anza kwenu nji